Nakusalimu mtazamaji mpendwa wa Hope News TV, pale ambapo umejiunga pamoja nasi leo, tunachambua habari nzima ya hali ya wakimbizi wanaoishi katika kambi huko nchini Burundi. Hali yao inatajwa kutokuwa nzuri, huku mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yakialika wahusika kuingilia ya kati swala hilo kutokana na hali mbaya ambayo wanaipitia. Watu wanatajwa kufariki angalau saba kwa siku na hali hiyo inatia wasiwasi mioyoni mwa wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu. Leo tumeamua rasmi kumtembelea kiongozi wa shirika la VDH nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bwana Mulibonge Kuibeneville, ambaye tutachambua naye mawili matatu katika swala hili. Mulibonge Kuibeneville, hujambo na karibu hapa Hope News TV. Bwana mtangazaji, nashukuru sana. mechelewa kuwatetea wakimbizi wanaoishi huko Burundi, hili huenda linatokana na nini? Hilo ni swala ambalo tunajiuliza sote, sababu hiyo swala ya wakimbizi ni kama kwamba inakiuka haki za kibinadamu, sababu wakati kunakuwa vita katika nchi, inaomba kwamba wale wakimbizi ambao wanakimbia katika nchi jirani wapokelewe vizuri, na tunaona kwamba wakati vita iliripuka Kamanyola Uvira Fizi, katika sehemu za Baraka Makobola, na watu wengi walikimbilia katika nchi jirani, ambao linakuwa la Burundi na katika hilo nchi wamepokelewa katika makambi tofauti. Kunakua wale ambao wamepokelewa katika kambi la Rugombo eh, kambi la mpito, kunakua wale ambao wamepokelewa katika kambi la mpito la Katumba na wengine wamepokelewa katika kambi la mpito la Rumonge na wote hao wamepokelewa, lakini mapokezi hayakuwa ya mazuri sana, na kwa namna kwamba walipohamishwa katika kambi kuu ambayo iko katika eh, province eh, nyingine ya, ya Burundi, ilionekana kwamba hawana maji ya kunywa na wamepokelewa vibaya kwa, kwa namna kwamba marazi yametoboa katika kambi. Leo watu zaidi ya mia wamekwisha kufariki, yaani ni kila siku watu wanazikwa zaidi ya watu tano, sita, saba. Magonjwa, watoto, watu wakubwa, wazee, wote wanakufa, hawapokelewa vizuri na aser, hawana chakula nzuri, na ukiingia katika ile kami wanakula ni maragi na ugali tu, hakuna ingine chakula, na maji yanakuwa ni mbali, naomba kutembea vilometre vingi sana, ili kwamba upate maji ya kunywa. Labda hilo linatokana na nini? inatokana e, kwamba kwanza na mapokezi mabaya, sababu wakati nchi inapokea wakimbizi hiyo nchi lazima ijiandae, na kunakuwa mashirika kama vile UNHCR, kunakuwa PAM, kunakuwa UNICEF na mashirika mengine ambayo yanaleta misaada. Sasa hizo shirika zote misaada ambayo inakuja inakuwa misaada haienei INA wakimbizi wote Ndiyo. Nini kama vile wa wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu, mnaambia wahusika, tunaambia kwanza nchi ya Burundi, sababu ni nchi ambayo ni jirani. Sisi tumepokea Warundi kwetu Kongo na tunawaweka vizuri sana, wamepokea katika kambi nyingi, na kwa sasa tunawakimbizi kule Lusenda wanapokelewa vizuri, wako vizuri kabisa. Lakini kwa nini wasipokee Wakongomani? Kwa nini wasiwaweke vizuri? Tunaambia pia mashirika ya kimataifa ambayo nahusika na wakimbizi katika nchi zote, kwa nini katika nchi zingine huo wakimbizi wanaopokea vizuri, wengine wanapewa pesa, wanalazwa vizuri, wanapata matibabu, lakini kwa nini Wakongomani wanapoingia katika kukimbilia nchi zingine, wao hawapokelewa vizuri? Tunaambia serikali yetu ya Congo iangalie, ingilie iy ia, haya mambo kati, ili kwamba tuone namna gani wale wakimbizi wako kule nje watapata matibabu mazuri. Kwa wakimbizi ambao wako katika hali mbaya wenyewe, kwa wakimbizi kwanza, tunasema pole, tunasema pole sana, sababu mtu kukimbia kuacha makazi yake na kwenda katika nchi ya kigeni. Mtu ambaye alikuwa na nyumba nzuri, lakini leo analazwa katika turubali mko mabashi, hali si nzuri, magonjwa, wampati maji ya kunywa maji ya kuogea mpate chakula safi. Tunawapeni poli sana, tunamwambia mvumilie, ni wakati ilifika na nchi yetu inatafuta namna gani ya kufanya suluhu, ili kwamba kwa muda utakaokuwa mwafaka murudi nyumbani. Tunawapongeza kwa yale yote ambayo mnayapitia. Kiongozi, tunakushukuru kwa muda wako, asante sana, a washukuru pia.